Wenda, uh, vizuri kuna maendeleo na yanatokea, kuna fursa zaidi zinajitokeza na ningeweza kusalia Uingereza mpaka nikafika miaka sabini, lakini nikasema kwa nini nizeeke Ulaya wakati naweza kaja Tanzania na kwa ajili fursa ambazo zipo, nikasema uh, wacha nirudi nyumbani. Kwa hiyo tathmini yangu, nilizungumza na Dr. Samia Suluhu Hassan, amefanya uh, na interview mara mbili 2021 na hm na 2022 Uh, na zote kusema kweli jinsi nilivyozungumza naye uh, na nikamsikiliza nikaona dira yake nikaona mwelekeo wake, na kama nilivyosema kibinafsi, ni moja kati ya mambo ambayo alinishawishi niweze kurejea uh, nyumbani, na nafurahia sana kuwepo nyumbani kusema kweli uh, nafurahi sana kuwepo nyumbani, sijuti uamuzi wa ku, ku, kuondoka Uingereza. Uh, nilikuwa naangalia mpira juzi wa ligi ya Uingereza Uh, ile mechi ya Arsenal nadhani pale, nasikia mtangazaji anasema usidanganywe na hili jua linalowaka, kuna baridi sana. Hakuna kitu kilikuwa kinanitesa Ulaya kama baridi. Wewe unafurahi nikiwepo hapa bwana, unafurahi ni kwa nyumbani, na kuna fursa nyingi sana za kutosha. um, watu wangapi wanakwenda? Uh, kama nilivyosema ni sherehe hii hii, sio shughuli eh, uh, useme ile rasmi. Kwa hiyo una four by four yako una ndugu zako na majirani una, uh, una uko peke yako unataka kuingia kwenye msafara unaingia, tunakwenda tuna, tunafurahi pamoja. Kwa hiyo eh, idadi hatuna hatuna, lakini watu wote wanaweza kutokea. Unakumbuka kwenye Land Rover Festival watu wanakuja jinsi wanavyoweza kuja. Kwa hiyo ni, ni, ni, karibu kama hiyo ni, ni, ni sherehe kusema kweli, kwa hiyo kama nilivyosema Waingereza wanasema the more the merrier. Tunapokuwa wengi, ndio shangwe linakuwa linanoga noga uh, zaidi uh, Samia, kiti ngapi zipo? Ziko zaidi ya elfu moja kwa hiyo ziko nyingi, ziko nyingi, ziko nyingi za kutosha kabisa. Kina mama wasio na wasiwasi katika njia ambayo tutapita, sidhani kama tuta, tunaweza tukaishiwa, tuka, tuka, tuka nazo, lakini kama ikitokea tukakutana na idadi kubwa kupita pengine hizo kiti ambazo tuko nazo, tutahakikisha kwamba tunachukua uh, uh, namba zao, ili tuweza kuwafikishia katika muda mwafaka kabisa. Asante sana. Kuna, kuna mtu pale utakuja kwako okay. Ni wavu zuri sana na tumesema ni magari mia moja kuelekea Pangani si ndio? Naamini kuna ambao watapenda kushiriki, mejipangaje pengine kuwapata au watumia hmm. hao magari kitokea labda wamezidi saba 450. Hiyo ipo. Nadhani kama yatazidi itakuwa vizuri zaidi unajua, uh, tunakumbuka uh, Rais uh, nani mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, alifanya festival ya Land Rover na alikuwa ameweka idadi na zikaenda mpaka zikapitiliza. Kwa hiyo Waingereza wanasema the more the merrier. Kama zitakuja nyingi zaidi itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu hii sherehe ni ya kusherekea rais wetu, kusherekea nchi yetu. Kwa hiyo kama una 4x4 yako na una nafasi ya kuja, karibu sana.

Nitaanza mm, na swali lako la mwisho umesema unaitwa nani ndugu yangu? Ali Thabit. E, bwana Ali, nianze na swali lako la pili. Mi nafikiri e, tuko kwenye nchi huru kila mtu ana uhuru wa-wa kuja na wazo analotaka na tunaona uh, watu watu mbalimbali wana, wanafanya sh, uh, shughuli mbalimbali za, ku, za, za, za, ku, uh, um, za kupongeza shughuli ambazo zinafanywa na Dr. Samia Sulu Hassan za kuadhimisha miaka minne. Kwa hiyo hii sisi Samia 4x4 tumekuja na wazo hili na tumeamua kwenda kwa katika ushoroba huu, lakini nchi nzima ina uhuru wa kufanya uh, wanachokitaka kwa ajili ya kuadhimisha uh, miaka hii minne ya Dr. Samia Sulu Hassan. Kwa hiyo uh, sisi kwa upande wetu nadhani tutakachokifanya uh, uh, kwa udogo wake au kwa ukubwa wake kitanufaisha watu ambao eh, pengine tuna, tuna, tuna, matumaini yetu eh, tutawafikia. Inapokuja kwenye swala la kina mama wangapi, nadhani kina mama wowote, idadi yoyote ambayo tutakutana nao eh, huko njiani watapa, de, hiyo, hiyo uh, Samia delivery kit, ina, ina, ina kit za kutosha kabisa. Kwa hiyo hatuna, hatuna wasiwasi na hilo, na tutakapokamilisha nadhani tutakapofika Pangani na kurudi tutatoa ripoti na kusema kwamba kina mama wangapi wameweza kunufaisha na kunufaika na safari yetu hii ambapo tumekutana nao. Kwa hiyo mi naomba wajitokeze kwa, kwa wingi sana. Wakiwa na msafara, tutakuwa tunatembea kwa taratibu kabisa, tutakuwa tunasimama kwenye eh, vituo mbalimbali. Tutakaposimama njoo tuuliza eh, Samia delivery kimishi tu eh, kuapishwa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan eh, tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 4 uliopita, bali tunaadhimisha urithi wa maendeleo ambao bila shaka wote tunaona unaendelea kushamiri katika kila pembe ya nchi yetu. Tunaadhimisha kiongozi mwenye dira ya uthabiti, aliyesimama imara kabisa katika kuhakikisha Tanzania inapiga hatua bila kusimama hata kidogo. Mabibi na mabwana, hii leo tunaadhimisha rasmi Samia 4x4, kwa sababu hakuna anayeweza kuwakilisha, uh, kwa nguvu, ustahimilivu, maendeleo maendeleo endelevu kama vile anavyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tanzania sasa hivi tumesha ingia kwenye ile mode ya 4x4. Kikwazo chochote kilicho mbele yetu, tunajua kabisa tuna usafiri ambao ni wa uhakika. Mambo yanakwenda uh, vizuri, kuna maendeleo na yanatokea, kuna fursa zaidi zinajitokeza na ningeweza kusalia Uingereza mpaka nikafika miaka sabini, lakini nikasema kwa nini nizeekee Ulaya wakati naweza kaja Tanzania na kwa ajili fursa ambazo zipo, nikasema uh, wacha nirudi nyumbani. Kwa hiyo tathmini yangu, nilizungumza na Dr. Samia Suluh Hassan, amefanya uh, interview mara mbili 2021 na 2022, na, na, na, uh, na zote kusema kweli, jinsi nilivyozungumza naye uh, na nikamsikiliza nikaona dira yake nikaona mwelekeo wake, na kama nilivyosema kibinafsi, ni moja kati ya mambo ambayo yalinishawishi niweze kurejea uh, nyumbani, na nafurahia sana kuwepo nyumbani kusema kweli. um, nafurahi sana kuwepo nyumbani, sijutii uamuzi wa ku, ku, ku, kuondoka Uingereza. Uh, nilikuwa naangalia mpira juzi wa ligi ya Uingereza, uh, ile mechi ya Arsenal nadhani Unasikia mtangazaji anasema usidanganywe na ili jua linalowaka kuna baridi sana. Hakuna kitu kilipokuwa kinanitesa Ulaya kama baridi. Wewe unafurahi nikiwepo hapa bwana. Unafurahi niko nyumbani na kuna fursa nyingi sana za kutosha. Um, watu ngapi wanakwenda uh, kama nilivyosema ni sherehe hii. Hii sio shughuli uh, usemele rasmi. Kwa hiyo una 4x4 yako, una ndugu zako, na majirani, una, uh, una uko peke yako, unataka kuingia kwenye msafara unaingia tunakwenda tuna tunafurahi pamoja. Kwa hiyo eh, idadi hatuna, hatuna, lakini watu wote wanaweza kutokea. Unakumbuka kwenye Land Rover Festival watu wanakuja jinsi wanavyoweza kuja. Kwa hiyo ni, ni, ni karibu kama hiyo, ni, ni, ni sherehe kusema kweli, kwa hiyo kama nilivyosema Waingereza wanasema the more the merrier, tunapokuwa wengi ndio shangwe linakuwa linanoga noga uh, zaidi uh, Samia, kiti ngapi zipo? Ziko zaidi ya elfu moja kwa hiyo ziko nyingi, ziko nyingi ziko nyingi za kutosha kabisa. Kina mama wasio na wasiwasi, katika njia ambayo tutapita sidhani kama tuta, tunaweza tukaishiwa tuka, tuka, tuka nazo, lakini kama ikitokea tukakutana na idadi kubwa kupita pengine hizo kiti ambazo tuko nazo, tutahakikisha kwamba tunachukua uh, uh, namba zao, ili tuweza kuwafikishia katika muda mwafaka kabisa.